Mtazamaji hapa ni katika uwanja wa michezo wa chuo kikuu cha waislamu cha Morogoro MUM, ambapo leo hii tuko hapa kwa minajili ya kuzungumza na viongozi wa timu mbili ambao ni Baidi 1 na Baidi 3 kuelekea katika mchezo wa fainali wa Mumso Ramadhani Cup ambao unatarajiwa kuchezwa majira ya saa kumi hapo kesho. Baadhi ya viongozi hao wakiwemo makocha pamoja na wachezaji walikuwa na haya ya kusema kuelekea. Cha kwanza ni mshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijalia mimi na timu yangu kufika fainali, ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu lakini pia haikuwa uwezo wetu tu, ni kwamba ni uwezo wa Allah si kufanikisha kufika finali lakini, pia niseme kwamba namuheshimu mpinzani wangu ambaye nakutana naye ni Baed 1. Watu wanaweza kusema kwamba ni underdog. Baed 3 anaingia akiwa na uelewa mchezo, ana experience, lakini end of the day, kwamba ni lazima tukae chini, tuwe na tactics, tuwe na techniques ambazo zitatuwezesha kuingia kwenye mchezo na kushinda. Cha kwanza ni nikiangalia kikosi changu japokuwa na injury kadhaa ambazo confirmation tutaweza kuzitoa baadaye kwamba hali yao inaendeleaje, lakini pia upande, upande wa technics tunajiandaa zaidi, mimi nikiwa na kocha mwenzangu Shombi, lakini naahidi mashabiki kwamba kesho wajitokeze wengi na wajaze majukwaa. Kwa hakika nadhani ili nitalisema nilisema, mechi ya kesho ndio itakuwa siku yangu ya mwisho na nitastaafu mimi kama modu upande wa Baid 3, na inshallah mashindano ya tarehe tatu mwezi wa nne, kwa namna tulivyotambua ama kudokezwa, nitakuwa kama mpenzi mtazamaji. Kwa hiyo niwakaribishe watu kesho wajae upande wa Baed 3 kwani ni Modu day na ni siku ambayo nakabidhi kikombe cha kwanza upande wa Baed 3. Kwanza niseme kwamba maandalizi yapo vizuri mpaka sasa hivi kwenda hatua fainali, ali kubwa zaidi ni mshukuru Allah subhanahu wa taala, kwani hakika yeye ndo amefanya sisi tuingie. Ni timu ambayo ilikuwa haijazaniwa kwamba itafika fainali, lakini leo tunamshukuru Mungu ameweza kutusimamia mpaka hatua hii, tumefika fainali mechi ya kesho ya fainali tunaenda kukutana na mtu mkubwa sana kwa experience yangu Bad 3 ni moja ya timu ambayo ina tishio kubwa kwangu mimi hata mchezaji wangu yeyote ukimwambia kuhusu Bad 3 atakwambia wapo vizuri lakini sio kama ni mwisho wa mechi kwamba tutapoteza ama tutafungwa hapana niwaambia washabiki kwamba mechi kesho itakuwa ni nzuri na mechi kesho itakuwa ni ya kuvutia kwa sababu Bad 3 mpira anacheza vizuri na ana wachezaji wenye experience kubwa katika michuano hii. Lakini pia Baidwani, pia tuna wachezaji wazuri ambao wapo katika formula na tunaendelea vizuri. Lakini kuhusu kikosi, amna majeruhi mpaka sasa. Mechi iliyopita wamejitahidi, vijana wamecheza vizuri na Allah, amesaidia wote wamekuwa wenye afya na wapo vizuri kujiandaa na mechi ya kesho. kwa hiyo niwaombe mashabiki wa soka sio baidi tu na kozi nyingine ama fakati nyingine zote zije kesho kuhudhuria mechi. Mechi ni bora na ni bomba kwa likweli tunaweza tukasema kwamba kesho ni pira burudani. Eh, hakuna kukimbiana. Eh, ndio hiyo wanasema tunaweza tukasema ni strogani yetu ya Ramadan Cup hakuna kukimbiana. Wacha kipigwe. Kwa hiyo niwaambie kwamba mashabiki wa Baidiwani pia nipeke ujumbe kwao kwamba waje kwa, kwa sababu hii festi ya ama Baidiwani ni zaidi ya first year, kwa sababu kila tukiangalia tuna kauli yetu, hatufungi sisi, tunanyanyasa ila, jana kidogo ama juzi mpizani ametukazia kazia, lakini naweza nikawambia kwamba washabiki waje Soka... kwa upande wake mwenyekiti wa bodi ya ligi hiyo pamoja naye waziri wa michezo chuo kikuu cha waislamu cha Morogoro walikuwa na haya ya kusema ah, katika maandalizi kama sisi bodi ya ligi tumejiandaa vizuri sana, tayari kama mnavyoona leo tulikuwa tunafanya mazungumzo na ma pamoja na wachambuzi, ili waweze kutangaza mchezo wetu mubashara, na tulikuwa tunafanya leo taratibu za mwisho kupata zawadi zetu. Alhamdulillah, zawadi zimeshafika na medali, vikombe tayari vipo tayari, na ile zawadi yetu ambayo ya kwanza tulipanga tumpe mshindi tayari, vyote vimefika kwayo. Kwa hiyo kwa upande wetu sisi bodi ya ligi tunasema kila kitu tumekamilisha, kilichobaki kwao wao ni kwenda kutazama mtanange na mashabiki kuja kujaa wengi uwanja wetu. Kama unavyoona majukwaa yapo, sehemu ya kukaa za kutosha. Kwa hiyo waje wengi waje kutazama huu mchezo mzuri. Wito wangu kwa hizi timu zote mbili, na wasihi wacheze kwa kuangaliana, wacheze kwa kuzingatia kanuni na sheria zote za mchezo wa mpira wa miguu, kwani italeta uzuri na ubora ambao tuliutarajia, na sisi kama viongozi tutafikia lile lengo hasa ambalo tulitarajia kwa kuanzisha mashindano haya. Lengo letu ni kuwaunganisha watu kwa pamoja, kuleta ushirikiano, upendo na kudumisha umoja baina yetu. Kwa hiyo sisi kama viongozi tunatakia mashindano mema, fainali njema, na ionyeshe mvuto hasa na ile ladha ya fainali ambayo tunaitegemea kuiona na... ripoti kutokea hapa katika uwanja wa michezo chuo kikuu cha waislamu cha Morogoro mkoani Morogoro. mimi ni heri bin Hamis, Chivihi Media.